Katika harakati za kuondoa changamoto ya msongamano wa magari ya mizigo katika barabara ya Ipogolo kuingia Iringa mjini kuelekea Dodoma, serikali imetoa bilioni 41.162 kutekeleza ujenzi wa barabara ya njia nne ya mchepuko yaani, bypass kupitia Kihesa mpaka Igumbilo. Habari njema ni kwamba, ujenzi wa barabara hiyo uliokuwa umesimama ukisubiria pesa, tayari umeanza kutekelezwa katika hatua zote za awali. Karibuni Mheshimiwa DC, mradi wetu huu ni wa Iringa bypass umeshaanza sasa hivi, tuna mwezi wa pili, tuko kwenye kipindi cha maandalizi ambayo tunaita mobilization. Eh, gharama za mradi huu ni bilioni 41.162 kwa kilomita saba ambapo njia zetu zitakuwa ni mbili za kwenda, mbili za kurudi. Tuna barabara za pembeni service roads, tuna njia za watembea kwa miguu, tuna taa za barabarani, tuna parkings kwa hiyo barabara yetu ni ya kisasa. Kandarasi ameshaleta vifaa vyote almost asilimia tisina tano, kwa hiyo kazi inaendelea kama mnavyoiona kwa sasa. tumeshaanza kazi ya kubakfili karavat pamoja na kupasua mwamba e, kwa kazi yetu kwa sasa hivi <coughs> alivyo imeshafikia asilimia moja. Spidi ni nzuri, kwa hiyo tunaendelea vizuri na kazi na ameshajipanga vizuri. kwetu ni mwaka mmoja miezi kumi na mbili, ambaye mpaka sasa tuna miezi miwili na nusu kwa hiyo kwa spidi hii tuna, kwa hii na kipande chetu tutamaliza ndani ya muda spidi yake ni kubwa ya. Tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kweli kwa kuliona kwamba Iringa tunastahili kupata barabara hii, bilioni arobaini na kitu ambazo zimewekezwa hapa zitakwenda kuchachua uchumi wa eh, manispaa yetu. Lakini nitoe wito sasa kwa <coughs> wananchi wa, wa Iringa kwamba sasa tunajengewa barabara hii ambayo ni kubwa. Tunachokihitaji sasa ni kwamba katika master plan ya mji huu waweze kujenga nyumba ambazo zina hadhi ya barabara, lakini biashara ambazo zitaenda kuwa kutengenezwa katika mji huu zitakuwa ni biashara zile kubwa. Kwa hiyo barabara hii itakwenda kuchochea uchumi wa manispaa yetu, lakini hata magari yale makubwa ambayo yatapita katika barabara hii, tutakwenda kuona biashara kubwa, tutakwenda kuona uwekezaji mkubwa sasa kwenye manispaa yetu ya Iringa. Asante. Hey, leo tumepata nafasi ya kukagua hali ya utekelezaji wa mradi mkubwa ambao tunaita mradi wa kimkakati wa Iringa bypass. Mradi huu ni mradi miongoni mwa miradi ambayo imesubiriwa na wananchi wa Iringa kwa muda mrefu sana, ikiwa ni ahadi ya, ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lengo na dhamira ya mradi huu ni kuhakikisha tunaondoa changamoto ya jam katika mji wa Iringa, kama unaofahamu kwamba kumekuwa na msongamano mkubwa sana wa maroli na magari mengi, kwa sababu tunatumia barabara moja kutoka Dodoma kuingia katika barabara ya kwenda Mbeya. Lakini kwa ujenzi wa barabara hii ya Iringa bypass, maana yake tunatoa option kwa wananchi wa Iringa sasa kuwa na njia mbili za kuingilia katikati ya mji na kutoka katikati ya mji. Mradi huu unajengwa kwa thamani ya shilingi bilioni 41.6. Matarajio yetu mradi utakamilika ndani ya mwaka mmoja na mradi huu utakapokamilika muonekano wa mji wetu utabadilika, changamoto ya, ya, ya foleni mjini itaondoka, lakini pia tutakuwa tumepanua wigo wa upangaji na uimarishaji wa mji wetu. Hatuna mashaka kwamba kwa muonekano huo mpya wa mji wa Iringa utatoa fursa za kibiashara na huduma katika mji, lakini pia utagatua huduma kwa wananchi wengine. Na hiyo kama haitoshi, msongamano wa maroli na magari makubwa katika barabara ndogo za mjini utaondoka moja kwa moja, na kujenga mji wetu na kufanya mji wetu kuwa ni mji ambao unafikika na rahisi kuingia na kutoka kwa wakati. Nichukua fursa hii kumpongeza sana meneja wa Tanrod wa mkoa wetu wa Iringa kwa usimamizi, ufuatiliaji na kwa hatua ambazo tumezifikia za ujenzi huu. Hatuna mashaka kabisa kwamba kwa kasi ambayo mradi huu umeanza, ndani ya miezi kumi ijayo tutakuwa tumemaliza mradi huu na matokeo yanayosubiriwa na wananchi yatakuwa yamekamilika. Shukrani za dhati ziende kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye alituahidi kuhakikisha barabara hii inapata fedha na ujenzi unaanza, na sisi wanairinga tunashuhudia kwa vitendo. Sasa ujenzi umeanza, mkandarasi uko kazini, na sasa tuna miezi miwili tangu kazi imeanza, na hatuna mashaka kwamba ukamilifu wa barabara hii utatokana na usimamizi na ufuatiliaji na sio fedha tena. Kwa hiyo washukuru sana kila mmoja kwa nafasi, lakini kipekee ni waombe wananchi wa Iringa kufuata maelekezo yanayotolewa na mkurugenzi wa halmashauri pamoja na TANROADS ili kuhakikisha kwamba ujenzi wa mradi na ukamilifu wa mradi unaleta tija na sio changamoto ndani ya mji wetu.